Niwapongeze viongozi ambao wanatuongoza wakiongozwa na mwenyekiti wetu Dr Samia Suluhu Hassan, wanakiongoza vizuri chama hichi. Kwa kuwa ni chama cha wanadamu, kinaweza kuwa na misukosuko, kina milima na mabonde. Moja ya siri ya uimara na uthabiti wa chama chetu ni uwezo wetu wa kujikosoa na kukosoana na hili limekuwa ni msingi mkubwa wa chama chetu, na naamini tutaendelea nalo ili tuweze kuboresha kadri mambo yanavyoenda. Na Mwalimu alituambia kujikosoa na kukosoana ni silaha ya mapinduzi. Kwa hiyo, happy birthday kwa chama cha mapinduzi. Mheshimiwa Mwenyekiti, baada ya kwamba tumepata dira, tumepata hibi, hizi dokumenti tatu muhimu sana katika utekelezaji, sina mashaka kwamba dira itatekelezeka, lakini nataka kupendekeza mambo machache. La kwanza, ili hii dira itekelezeke, tuna eneo moja muhimu tukalimalizia. Mmeanza nalo vizuri kwenye taasisi za umma, kuwapata viongozi watakaongoza taasisi za umma na bodi zao, uwazi upatikanaji wao, lakini na mpango wa kusaini mikataba ya matokeo kwa maana ya contract of performance kwamba mtu akiwekwa mahali apewe malengo asipoyatimiza, kusiwe na mjadala wa yeye kuendelea kuwa pale, aondoke, tuweke mtu mwingine, mambo yaende. Sasa ninataka kupendekeza twende mbali zaidi, twendeni na kwa watumishi wa umma wale wa wenye levo ya uongozi, kwa maana ya maafisa waandamizi, wakurugenzi, watendaji wakuu tumekuwa na utaratibu watu wakishapewa, wanabweteka mpaka wanastaafu, hata kama hawatakuwa na matokeo. Ninadhani ili mpango huu uende vizuri, ninakuomba Profesa, serikalini, fanyeni uamuzi. Hawa watendaji wa umma nao tuwape mikataba ya utekelezaji ambayo ndani yake itakuwa na malengo, tutayapima kwa muda mfupi na muda mrefu, na kama mtu hafanyi simu munyi maneno akaye pembeni, tuweke wengine, tutasonga mbele. Tukiweka utaratibu kwamba nikishakaa nitakwenda mpaka nitastaafu, tutapiga maktaimu na kazi hii nzuri mliyoifanya haitakuwa na matokeo mazuri. Mheshimiwa Mwenyekiti, wakati tunaomba kura tulikuwa na kauli mbiu kwenye kampeni yetu, utu, kazi na utu. Kauli mbiu hii haikuja bahati mbaya katika imani tatu za Chama cha Mapinduzi, mojawapo ni utu wa binadamu. Kwa hiyo, haikuwa bahati mbaya, na mimi nataka kukiomba chama changu, kuanzia mwanzo hapa tunapoanza mipango ya utekelezaji wa dira, hili swala la utu liwe wazi, tulione moja kwa moja kwenye mipango ya serikali. Tukienda kwenye machinga, tuone utu. Tukienda kwa wakulima, tuone utu. Tukienda kwenye matendo ya vyombo vya dola, tuone utu. Tukimumunya maneno CCM itaondoka jamani, tusimamie swala la utu liwe sehemu ya kacha yetu. Mwalimu alituambia serikali kwa asili yake ni chombo cha mabavu. Wanaweza kuregulate hili, ni chama kupitia bunge, mabaraza ma baraza ya madiwani, lakini na vikao vya chama vyenyewe. Nataka kuomba na CCM tusimumunye maneno kwenye swala la serikali kuthamini utu wa binadamu kwa sababu ndio imani ya chama chetu, na tusione aibu kuisimamia macho sana, kwa macho ili tusonge mbele, lakini nakushukuru sana asante.